Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kama ambavyo tumehabarishwa tangu asubuhi katika zile misa tatu, leo tarehe mbili mwezi wa kumi na moja kila mwaka tunasali misa kwa ajili ya kuombea ndugu zetu marehemu wote, na tunategemea ndugu zetu walio wengi, kama sio wote, wako toharani. Waheshimiwa padri, mambo moja kati ya mapade wasaidizi paroko msaidizi wa parokia hii, jana alituambia vizuri kwamba leo ni siku ya pekee ambapo mapade ya uaklelo makuhani tunaalikwa kuadhimisha misa tatu, na sisi mapade karibu wote, kwa vitu vyote tumefanya hivyo. Sitaki kumsemea kila mmoja, lakini najua ni siku inayotugusa sana, na tunafanya hivyo kwa sababu ndivyo tunavyoagizwa na mama kanisa. Leo ni siku ambayo tunawakumbuka wote waliofariki na kuwaombea. Kanisa linajumuisha makundi au makanisa matatu ambayo nayo yanatambuliwa kwa majina. Kuna kanisa la kwanza, ni kanisa la washindi walioko mbinguni, ambao tumeadhimisha jana. Jana maadhimisho ya jana ilikuwa ni maadhimisho ya kanisa la washindi yaani watakatifu walioko mbinguni. Lakini sehemu nyingine ya kanisa ni kanisa mahujaji, yaani mimi na wewe, sisi wote tuliopo kwa ulimwenguni. Ni kanisa la ulimwengu, kanisa mahujaji. Na tatu ni kanisa la wateswa, hao ndio waliopo toharani maadhimisho haya tunayoyafanya yanakuwa na maana kutokana na kile kinachoitwa muunganiko wa fumbo la ushirika wa watakatifu tunaposali ile sala na sadiki tunazungumza kule mwisho mwisho tunapokwenda ile sala inamalizia na wazo la na sadiki pia juu ya ushirika wa watakatifu Kumbe, adhimisho hili la leo ni muunganiko wa haya makanisa matatu, lakini tukitegemea sana, tukijikita sana katika fumbo hilo linalosema ushirika wa watakatifu. Na ili wazo la ushirika wa watakatifu tunaweza tukaielewa vizuri, tunaposoma ile katekisimu yetu kubwa ya kanisa namba 1475 na hapa nanukuu, tunaambiwa katika ushirika wa watakatifu kuna miongoni mwa waamini wale ambao wamepata makao mbinguni, wale ambao wanatakaswa toharani, au wale ambao wako bado safarini duniani, ndio sisi sasa. Hawa ni kiungo cha kudumu cha mapendo na wingi wa kubadilishana mema yote. Katika kubadilishana huko kwa ajabu, kwamba kuna kubadilishana kwa ajabu katika makanisa haya matatu, katika kutenda mema, katika matendo mema ya huruma na mapendo, utakatifu wa mmoja hufaidia wengine. Utakatifu wa mmoja ama aliyeko mbinguni na hata aliyoko toharani tutaeleza utakatifu wao. Lakini pia hata walioko mbinguni wapo watu ambao tumekuwa tukiwatazama, tunasema huyu naona ni mtakatifu anayeishi, si ndio? Tunafahamu mchakato wa kumtangaza mmoja mtakatifu katika kanisa Katoliki huanza baada ya kifo, lakini tangu akiwa anaishi tunaweza kuonja wema wa pekee kwa huyu tunaeishi naye, na tukasema huyu mtu anaishi kawaida kama sisi, lakini si wa kawaida, sivyo? Sasa ndiyo hilo fumo, tunaambiwa kwamba katika ubadilishano huu wa ajabu uwema au utakatifu wa mmoja hufaidia wengine na vizuri zaidi kuliko madhara ambayo dhambi ya mtu mmoja ilivyoweza kuwadhuru wengine. Kwa hiyo ule wema na yale mapendo ya mtu mmoja yana athari kubwa kuliko ambavyo hata ile dhambi ya Adamu na Eva ilivyoweza kuathiri ulimwengu. Kwa hiyo tendo moja la upendo lina nguvu, linaleta neema na linafanya fumbo hili kwa namna ya ajabu kabisa kuliko uovu unaoweza kutendeka. Kwa namna hiyo, kukimbilia ushirika wa watakatifu kumwezesha mwenye dhambi atubuye utakaswa mapema zaidi na kwa uthabiti zaidi na adhabu za dhambi. Kumbe kipengele hiki, kifungu hiki cha fundisho la kanisa mama kanisa anatufundisha na kutusisitiza katika katekisimu hii kubwa ya kanisa namba hiyo ambayo nimewaambia 1475 lakini mawazo haya yanaeleza lile fumbo la ushirika wa watakatifu jubilei 2025 mahujaji katika matumaini ndugu zangu Kinachotufanya sasa tusali, baada ya kuyasema hayo yote, kinachotufanya tusali kwa ajili ya hao ndugu zetu walioko toharani na marehemu wote? Mimi ninaweza nikasema kuna sababu mbili hasa, sababu kuu kwa mtazamo wangu. Ya kwanza, kwao pia maisha yanaendelea, kwao pia maisha yanaendelea, maana Mungu wetu si Mungu wa wafu bali walio hai kwake vyote vinaishi vinajimudu na kupata uhai katika Mungu. Tunaweza kusoma Injili ya Luka sura ishirini aya 38. na kana kwamba haitoshi, tunajua hata katika mila zetu za Kiafrika tunajua ndugu zetu waliotangulia, kabla hatujapokea Ukristu tuliamini katika Mungu na uweza wa Mungu, kwamba ndugu zetu hao waliotangulia wanaishi na wanaendelea kuonja furaha, taabu na msukosuko yetu na wanahusika nasi na kama ambavyo e, tuliwategemea hapa duniani bado tunaweza kutegemeana kwa namna ya maisha ya, ya ulimwengu wa kiroho. Sababu ya kwanza. Sababu ya pili, tunaendelea kuhusiana na kutegemeana nao katika fumbo hilo la ushirika wa watakatifu ambalo nimelieleza hivi punde na sihitaji kurudia. Tumsifu Yesu Kristo tunaweza kuyafafanua hayo zaidi na tutaendelea kutafakari kwa kupitia masomo, nikianza na somo la kwanza. Katika somo la kwanza, kitabu cha Hekima sura ya tatu aya ya kwanza hadi ya tisa tumesikia maneno haya mazuri sana: roho zao wenye haki wamo mikononi mwa Mungu, wala maumivu hayatawagusa machoni pa watu walio wajinga. Ujinga hapa unaoelezwa ni wale wanaokosa ufahamu hasa wa imani. Ujinga kwa kweli ni kupungukiwa ufahamu. Walionekana kwamba wamekufa na kufariki kwao kulinganiwa kwa kuwa ni, ni hasara ni hasara yao, bali wao wenyewe wamo katika amani. Mtu anapokufa tunasema amepata pumziko la amani. Maandiko hayo ni ushuhuda wa kimafundisho juu ya yafuatayo. La kwanza, kanisa linafundisha na kuamini kwamba katika ile sehemu tuliyozungumza ya kanisa la washindi, hao ni wale wote waliofariki katika neema ya utakaso, umauti umewakuta wakiwa hawana doa la dhambi. Hao wapo mbinguni na wanaonana na Mungu uso kwa uso. Waraka wa kwa kwanza wa mtume Yohane, kwa watu wote, sura ya tatu sura ya tatu aya ya pili. Hawa kwa sababu ya uwepo wao tunaweza kuomba kupitia kwao na kupata misaada, wakati wao hawahitaji chochote kutoka kwetu, kwa sababu wao wamempata Mungu na wako mikononi mwa Mungu. Na mimi najua hivyo kwamba ukimpata Mungu umepata vyote. Hawahitaji chochote kutoka kwetu, wanaogelea katika maisha yenye utukufu. Sasa wao ni sehemu ya familia ya tatu mtakatifu. Lakini la pili ni lile fundisho ambalo kanisa linasema juu ya kanisa la wateso waliokotohana, hao wamefariki katika neema, si kwamba wamefariki hivi hivi, hapana, nao wamefariki katika neema, lakini hawakukamilisha madeni ya adhabu za dhambi zao. Kumbe wako katika mateso kwa ajili ya kuwatakasa. Kwa kuwa wako katika hali ya neema, wanaweza kutuombea, lakini wao wenyewe hawawezi kujiombea. Ndio maana sisi tunawaombea huruma ya Mungu. Kama mngeweza kuniruhusu niseme kidogo, kusema ule ukweli, walioko toharani na walioko mbinguni hawa wote wameupata wokovu tayari. Aliyeko mbinguni ameokoka na aliyeko toharani ameokoka. Ila labda niseme kwa nini ameokoka. Kwa sababu wote wana neema. Mtakatifu Thomas wa Aquino wanasema neema kidogo tu inatosha kuliko neema. Neema ya Mungu ina thamani kubwa kuliko matendo mema yanayoweza kutendwa ulimwengu mzima. Ni fumbo la ajabu kuelewa kitu hiki, lakini ifahamike pia kwamba tunaposema neema tuna maana ya nguvu za Mungu, tunaposema neema tuna maana ya cheche za Mungu. Kwa hiyo ni kitu kikubwa hiki. Kumbe walioko mbinguni na walioko toharani wote wamefariki katika neema, isipokuwa aliyeko mbinguni tayari, yeye amekwenda moja kwa moja, lakini aliyeko toharani bado hajakamilisha adhabu za dhambi alizotenda. Ndiyo maana kama sinta wa kwanza, aliyeko toharani tumwombee au tusimwombee, mbingu ataipata kwa sababu ameshaokoka. Sasa kwa hiyo hapa tunapoteza muda wetu poteza muda. Kwa nini tunamwombea? Tunamwombea ili atoke pale alipo mapema. Kama alikuwa na miaka elfu nane ya kuungua moto, basi ipungue, basi iwe hata elfu saba eti kama ilikuwa na miezi miwili iwe siku mbili. Hata ukiwa wewe utajisikia aje watu wakikuombea? Okay, okay. Itoshe kusema hayo katika somo la Injili tunakumbushwa juu ya hukumu ya mwisho. Swali la msingi ni tufanye nini basi, ili hata sisi ambao bado tuko katika kanisa mahujaji hapa duniani tuweze kuziponya roho zetu? Mama Kanisa anapenda kutukumbusha kuwa sisi na ndugu zetu ambao bado tuko hapa duniani, wote tu marehemu watarajiwa, na tutakapo itwa na Mwenyezi Mungu, kutakuwa na hukumu, na hukumu hiyo itakuwa ni ya haki. Basi kama tuko marehemu watarajiwa, tusijisahaulishe. Kuna watu tunaishi hapa duniani kana kwamba tutaishi milele. Ndio maana haya tunayoyaona sasa, hmm? sitaji kusema sana, tunagombana, tunatekana, tunauana tunatafuta vyeo kwa nguvu, tunatafuta madaraka, tunamalizana. Ni kwa sababu ya upeo wetu na macho yetu haya ya nyama ambayo yana kikomo, tunaona mpaka hapa. Tunahitaji kufungua macho ya mioyo yetu, tuone kwamba sisi tuo kanisa la mahujaji, ni kanisa la wasafiri, tunasafiri, tumekuja hija. Mwisho wa hija yetu ukiisha, tutarudi nyumbani. Ndio maana somo la pili limesema vizuri kwamba makao yetu yako mbinguni. Kwa hiyo ndugu zangu, tutapata hukumu na tutabaguliwa kama mchungaji abaguavyo kondoo na mbuzi wake, kondoo mkono wa kuume na mbuzi mkono wa kushoto, kama tulivyosikia. Lakini ina maana waliopo mkono wa kulia watahesabiwa kama washindi wa vita hii kuu ya ulimwengu, na wale walio katika mkono wa kushoto watahesabiwa kuwa walioshindwa. Hapo ndipo kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Kuna wimbo huo wanaimba wenze, kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe, siku hiyo itafika. Bahati nzuri, sijui kuimba vizuri sana, iau najua niendelea mpaka mabeti yake alama au matendo aliyoyachagua kila mtu katika maisha yake ndizo zitakazotumika kuamua iwapo yeye atakuwa mkono wa kuume au kushoto. Haki itatendeka. Hakuna atakayesema mimi sikujua au sikusikia, kwa sababu Mungu anamjua kila mmoja fika. Anamjua kila mmoja wetu, furaha zake, shida zake, maisha yake, amkapo, atendeapo na hata anavyoketi na kusimama stai kusema kwamba sisi tunaotafakarisha haya kwa watakatifu na hawa wanaosikiliza tuko watakatifu wote. Tuko wanyonge na wadhaifu, lakini tunapaswa kuwa wanyonge na wadhaifu tunaojitambua, ambao tunakubali na kukiri kwamba tuko vitani, tuko katika mapambano, katika ulimwengu, katika kilindi hiki cha machozi, na hivi tunahitaji msaada wa Mungu tunahitaji msaada wa watakatifu waliotangulia wenzetu, ambao wamekuwa nasi katika vita hii lakini wameshinda, ili tuweze sote kufika mbinguni. Mungu, mwenyezi Mungu atujalie kila neema na baraka tunazohitaji sisi tunaobaki huku, tukiwakumbuka pia ndugu zetu ambao bado wako toharani waweze kupokelewa mbinguni. Raha ya milele uwape Bwana, wapumzike kwa amani. Raha ya milele uwape e Bwana, wapumzike kwa amani. Raha ya milele wapee Bwana, wapumzike kwa amani. Amen.